Natoa taarifa ya kupotelewa kwa baba yangu ambaye na lake anaitwa Abdillahi Musa almaruf Banjo. Ali alitoweka kwenye mazingira ya kutatanisha toka tarehe kumi na mbili mwezi wa pili maeneo ya jengo la Ngorongoro ambapo ndipo anakwenda kufanya mazoezi jioni. Alitoka kwenda kufanya mazoezi kama ilivyo kawaida, na baadaye niliongea naye kwenye simu na akanipa taarifa anamalizia mazoezi anipigie simu. Baada ya muda, nilimpigia simu lakini hakupatikana tena, Yohani na namba yake nyingine tu ilikuwa inaita. Asubuhi ilivyofika, ikabidi tutoke kwenda kumtafuta maana kurudi nyumbani kabisa siku hiyo. Tulienda jengo la Ngorongoro ambapo anapofanya mazoezi, na tukakuta gari yake ikiwa pale imepaki, na kuwauliza wafanyisha mazoezi wake kwamba yuko wapi huyu mtu anasema aliingia kufanya mazoezi na akatoka alivomaliza kufanya mazoezi. Mfanyabiashara Abdillah Mussa maarufu kama Banjo, mkazi wa Sanawari, Arusha, ambaye aliripotiwa kupotea siku kadhaa zilizopita, amepatikana akiwa amefariki katika eneo la Bereko, wilayani Kondoa, mkoani Dodoma. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa mwili wake ulikutwa ukiwa umeharibika, jambo lililosababisha maswali mengi kuhusu hali halisi ya kifo chake. Mtoto wa marehemu amesema familia ilipigiwa simu na kuambiwa kuwa mwili, mwili umepatikana pembezoni mwa barabara katika eneo hilo. Walipofika walithibitisha kuwa mwili ni yule baba yao, ukiwa na majeraha ikiwemo kutobolewa macho na kuvunjwa mikono. Musa amesema kuwa Februari kumi na mbili mwaka huu baba yake aliondoka nyumbani kwake kwa kuelekea mazoezini jeng, katika eneo la jengo la Ngorongoro, lakini baadaye kulikuwa na taarifa kuwa alichukuliwa na watu wasiojulikana. Juhudi za ndugu na jamaa kumtafuta hazikuzaa matunda hadi walipopokea taarifa za kupatikana kwa mwili wake huko Kondoa. Jitihada za kupata maelezo kutoka kama kwa kamanda wa polisi Dodoma hazikufanikiwa baada ya sisi kujaribu kumtafuta, na tulibahatika kumpata msaidizi wake ambaye alisema kamanda alikuwa na majukumu ya kikazi yaliyosababisha kutingwa kwa wakati huo. Na taarifa kamili kuhusu tukio hilo litatolewa hapo baadaye. Kwa hiyo tutaendelea kusubiria kila ambacho kitajiri kuhusiana na taarifa hiyo.